ACT e, si Wazalendo, shusha tanga safari. Salamu aleikum, Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nitaenda moja kwa moja kwa sababu yashayoelezwa karibu yote yanawiana, isipokuwa kidogo kuna mambo mafupi nitaeleza, na bahati nzuri wakala wangu mmoja anaitwa bwana Ali Hamadi Ali aliniletea barua yake kunielezea hali halisi. Kwa hivyo hiyo nitaisoma kidogo na nitaikabidhi kwa mheshimiwa mwenyekiti. Mheshimiwa, hakukuwa na uchaguzi. Nikianza na siku ya kwanza, kulikuwa na uchafuzi na wizi, kwa sababu kwa ufupi sisi, sisi, sipendi hata nieleze, kwa sababu yashaelezwa, lakini kilichojitokeza walileta magari wakawaleta wale wapiga kura wao ambao wengine ni watoto wadogo, wakiwa wamewavisha ma, mavazi ya kijeshi, jambo la aibu na nitusi, na hicho walichokifanya, mheshimiwa, wameitusi demokrasi. Hawa walikuwa wanaifanya ni kuitusi demokrasi. Mheshimiwa, mimi nilikuwa na wagombea, wagombea wangu walikuwa wote wanafukuzwa, wanatolewa, lakini wagombea wa CCM wanawapokea Mheshimiwa, hakukuwa na utaratibu na hata ilipofika mwisho, sisi tulikuwa na utaratibu tuliojua ni kuwa kwa siku ya kwanza tarehe ishirini na nane tutahesabu kura, lakini kilichojitokeza walivibeba kwa magari ya jeshi na inasemekana walivipeleka Kisiwandui, wakikataa kufuatana hata na mawakala wetu. Mheshimiwa, kwa ufupi barua ya mheshimiwa, wakala wangu mmoja aliletea, akanambia ripoti ya uchaguzi jimbo la Mwanakwerekwe, shehia Ajitimai, skulu ya Ali Hassani. Naisoma hii kwa sababu karibu wote wanawiana. Kituo changu na matatu kilikuwa na daftari la wapiga kura lenye kurasa kumi na tatu na majina ya wapiga kura kuanzia her herufi h hadi k Kuanzia ukurasa wa kwanza hadi wa kumi na mbili kulikuwa na idadi sawa, ambapo kila ukurasa ulikuwa na majina thelathini na tano. Ukurasa wa kumi na tatu ulikuwa na majina thelathini, hivyo kufikia idadi ya majina ya wapiga kura mia nne hamsini. Idadi ya wapiga kura waliojitokeza ni kati ya asilimia sabini na tano mpaka themanini, ambapo anasema yeye, mimi nilianza kuhudumu kuanzia majira ya saa saba na dakika ishirini na tano mchana kumpokea wakala mwenzangu anaitwa Mohamed Maliki. Yaliyojitokeza wakati wa zoezi la upigaji kura, changamoto wakati wa zoezi kulijitokeza wapiga kura waliokuwa na picha tofauti kati ya wapiga kura husika na kati ya mpiga kura husika na picha na jina la mpiga kura huyo ndani ya daftari ambapo ndani ya daftari wanaonekana ni wazee, hali waliokuja ni vijana. Mfano, mpiga kura jina Idi Muhammad Rashidi aliyezaliwa mwaka 62 wakati aliyekuja ni kijana wa miaka takribani 28 hadi 30 na mwingine ni Hamadi Maalim Khamis aliyezaliwa mwaka 1955 ambapo aliyekuja ni kijana wa miaka kati ya 30 na 35 akipaza sauti kuuliza, kalimuuliza pio, akamjibu kuwa hatuangalii picha bali tuna ingia, tunaangalia jina tu. Pia <laughs> kulijitokeza mpiga kura jina Hamadi Makame Shaame Hamadi Makame ambaye jina lake halikuwemo katika daftari la wapiga kura na alipiga kura, nimeshuhudia msimamizi na wasaidizi walikuwa na mavazi ya Ainek wakipewa kura tatu tatu za uraisi wa Zanzibar pamoja na uwakilishi, wakati kifungu 82 mabano 2 a na b cha sheria za uchaguzi na namba 4 ya 2018 kimewataja watendaji wa tume kuwa ni wao ni miongoni mwa wapiga kura wa mapema, yani wizi wa mapema Aiza. Nimewashuhudia mawakala watatu, mmoja wa CCK mwenye kadi ya chama cha CCM na mwingine ni wakala wa CCM wakipiga kura ndani ya kituo changu ambapo wakala wa CCK alishapiga katika kituo namba mbili na wakala wa CCM mwenye jina la Muhammad Juma Muhammad ambaye haruhusiki kupiga kura ndani ya kituo hiki namba tatu kwa kuwa jina lake linaanza na herufi M wote kwa pamoja walipiga kura zaidi ya moja hususan za rais, uwakilishi, ubunge ndani ya kituo changu. Pia nilibaini kuwa mawakala wote wa vyama vya upinzani ukiwacha mimi wa chama cha ACT Wazalendo, wote kwa pamoja walikuwa wanachama wa CCM na walipiga kura zaidi ya moja ndani ya kituo hichi. Katika kutekeleza majukumu yangu kisheria kama nilivyoamrishwa katika kifungu cha sabini na tano mabano tano ya sheria ya